Namwambia, sel na oh. Makosa venye uh -huh. Nilikuwa mlevi mv mwanamke ya ujia ni nzuri, polisi kwenda huko Camel Park iko Kisii, room ni 14,000 nimeenda na msichana vizuri halafu. Sa saa sa saa sa, tano usiku tushafanya marero yetu, amevaa robe nataka kulala. Akaanza kuniambia hao <laughs> ah, <no, okay, laughs> na wakiayiako na watoto wao, si wako ukisikia w wanapigwa hapa hivi, usilaumu watu wanawapinga mm. Eh, si venye tuko nao tunajua atu tunapitiana nao. Akapitia akasema ati where is my hair, my hair brush I need to brush my human hair before ni lale. So akasema eh hey. Si uta brush asubuhi. Ah, I need to brush it right now. Ndio sikishikane. Otherwise uh -huh. Ikabidi ni cost 3000 niende siku kwa salon. Nikamwambia yeah, yeah. Tuleka kwa mlango ya gari hivi. Uh -huh. Angewapi kifunga gari niende nichukue. Uh -huh. So mimi as a gentleman, hakuna uh -huh. haja uteremke uh -huh. mpaka huko kwa parking na hii baridi ni acha niende. So you really need this kitu. I said I need it. Uh -huh. Then go bring it for me. Nikashanga nilimwangalia hivi, amejifunga the robe, anaenda kuchukua hairbrush, lakini kwa mkono yake kuna simu. Nika semwa ai. Apo nawashwa. Acha tuniene. So nikafungua mlango, nikaekelea kiatu. Yeah. So sikufunga. But hiyo nile rumu na. Rumu ni kubwa. Unapiga makona. Eh, unapiga kona rumu 14k ni kubwa. Mm. Unapiga kona hivi nikapiga kona nikatoka nika ni nikaenda nikafinya lift akasikia hiyo. Yeah. Nikafinya ikalia. Uh -huh. Nikatoa sandals zangu. <laughs> eh. Hey, nikaanza kutipito. Pole. Uh, <laughs> <laughs> Nikitipito pole pole. Bana she was on phone. Mimi nilisema story zangu ni true story. She was on phone video call. Anasema oh nilifika salama, uh, matanga imeenda vizuri tushazika na tutatoka kesho. Mwanaume akamwambia, "Nani ako kwa hiyo room na wewe?" Akamwambia, "Niko peke yangu, kwani naweza kuwa na nani?" Uhum. So, kama ukijua hebu hiyo kamera itaka. Na mimi. Kama ukijua nimeingia nime, nimeingia nime Nigutupu, hebu nigutupu. Nimeingia, afu ni melim. Anasema ako peke yake, mwanaume akamwambia show me around. So akamka, "Kwani you don't trust me?" Akachukua kamera katano, akaanza kuonyeshana around. Akafika bag bag yake iko hapa uhum. Na yangu iko next. Bwana umsa sana sana akifika kwa bag yake. Hebu fanye hivi.

Akaniona aka aki shetani, ni shetani unadhani. Hmm, kamera ile iliendelea kusonga kamera ile kwa hapo, akaichapa 360 haraka unadhani, hata nikatema madafaka. Simu aliendelea kwa kitanda <laughs> ka boka kaenda kana akasema, You see I told you I'm alone I want to sleep but I'm tired it's a long day. Mm, good night mama. Kamwambia good night <coughs> kwa ukijua hapa nimemuona uh -huh, alilenga yeah. Mimi ni main motherfucker to be dated for like 2 2 years and above

And I am even standing right here. And you want to sleep. hakubodha baridi kumwingia anamjua in short

anapiga eh, bana msara. Unajua sasa hiyo nishavunjwa roho, yaani, ushajua hata sijui mbona naendelea kuongea. So akasema I will kill myself, kill myself. Na mbona wewe, fanya vile unataka. Akaenda kwa balcony ya Camel Park mm -hmm. na face swimming pool, kafungua mlango huu anataka kuchukua mzinga, ukapiga sip mm, alafu

Acha niangalie distance, jione kama yo survive. Nagalia kasema hii, uko na fifty fifty chances, unaweza vunjika, unaweza vunjika vunjika, atolefa isi eh, ama unaweza survive, lakini ukibuka, lakini ubaki kichwa vizuri, you go very fast You go very fast. Nakuwa mechapa simu yangu mpaka haifanyi moja. So nilikuwa na ingine chip wa nile ya kando. Kisi mwingine chip, haina memori mingi. So siwe stipe, so nimechikiria hivi. Please don't.

In case anything happens to me just know it's message, know it's him. Akatumwa message ndio siataka ajue. Mimi ndo anajaribu. Ni wewe. Acha nikufafanize mambo hizi miongoni na record. Madam, ruka. Ruka. What why, why are you wasting time ruka? <lanterns> na I swear sikushikili. <fanalan> ruka Humana. What is taking you so long? You have to my pressure is. Ruka, ruka. Skarina <laughs> pana. Na sababu ki ruka tu hivi. Uki ruka tu hivi. Halafu una change vitu mpaka una una falsify statement unaandika mm, nataka kukuua. Normal people apologize, but we cycle, as we are psycho, as still arguing na na record na simu nimeshikilia hivi. So unaona wachi wamefika kwa mlango ka 10. Mm, everything well, everything okay? Everything is okay. Come is why? The neighbors wamesema there's commotion here and there's somebody who's trying to kill themselves. Wakaniambia we we tunataka kutoa kwa hii room. Ngasa jibu mtoe jiye mimi. Lakini si atuvio mlango yenye kurae huko. <laughs> Bwana hawa tu kama sana. Room mimi ndo nimelipa, ndio mimi ndo nilitolewa. Wakaniambia ah, tumesikia wewe ndio unamu incite, hataki hata kujirusha, but it is you, but wewe ndio inciter. Wewe ndio una incite aende aruke. Nikamwambia sasa, anataka kuruka nifanye nini? Ni popcorns tu sina. <tik> atafuta mwanaume wake mwingine akuje ambebeleze mke for the allow. Mhm. Uh -huh. Uh, wengi wape? Ama uh -huh. Mwenye nguvu mpishe nikatolewa uh -huh. Nikawambia at least nichukue mzinga yangu, nikachukua mzinga na kokakola nikapelekwa chini. Wakaniambia I'm going to pay for another room weko kupost code kwenda out, but acha nikunywe hii kidogo kwanza. So as I am dining table ya ground floor, mapolisi wakanikujia kujia, mm, wakani kujia na pro box yeah, na niko na gari kubwa, na wakaniambia excuse me, there's a complaint, we can't allow you to stay here, you're not you're no longer welcomed. Nikwambia you you're already paid, ati no, no, umesumbua watu wawezi lala tuwake kurudishia. So, pesa kawami stokina, nimelipa mkani lale wapi? Mm, wakani utatusumbua bwana. mm -hmm. eh. Mtu mmoja akatokea kutoka huko akasema mbona mnaongea naye atoke kwa hotel hiyo tunapeleka yeye sel. Eh. <laughs> Ah, gasema sel tena. Mimi nenda sasa vitu yenu mbaya. Wakaniambia kijana, utatusumbua hapa. Sisi huyu mwanamke wako malaya uko nayo huko juu. Nikamwambia kunishika nimefanya nini?

Eh, tukua, tunataka tumekupea accommodation. Siwa, kukata, si, e, na 20K. Kasi mbaya <laughs> na ile matusi yako yote na nguvu yote tulitumia, na gari yako kubwa na niko pesa, mngeniomba jana nikiwa nimelewa lakini sasa mm -hmm. <coughs> <inge -wa, pia. tos> mm -hmm. Tukasikazania 10,000 nikatoka mpole reform nika nimetoka rehab mm -hmm. Kaenda kwa hoteli kachukua bich wangu kaingia kwa gari nika... <coughs> Sasa si nilipata na kunywa breakfast nikamwingiza kwa gari from mm -hmm. is... kisi tukitoka alikuwa tu anaona tu